Leo tutazungumzia chumvi Maskati juu ya matumizi kwa kuondoa mikosi na nuksi mwilini. Chumvi hii ya mawe imekuwa ikitumika kwa muda mrefu sana katika tamaduni mbalimbali kwa imani ya kuondoa mikosi na nuksi mwilini au aidha kuondoa giza chafu katika biashara. Hivyo leo fuatana na mie ni kuelekeze namna nzuri ya kutumia chumvi hii Maskati ili iweze kukusaidia na kuleta mabadiliko katika maisha yako. Jinsi ya kuondoa nuksi kwa kutumia chumvi ya mawe ya maskati. Namna ya kwanza ni kutumia kuoga kwa chumvi ya mawe ya maskati. Chumvi ya mawe ya maskati hutumika kuondoa nuksi na mikosi mwilini kwa njia ya kuoga. Changanya chumvi hii na maji ya vuguvugu, kisha tumia maji hayo kuoga kwa siku saba mfululizo. Wakati wa kuoga, ni vyema ukawa unatia nia ya kuondoa mikosi na kuleta mabadiliko chanya katika maisha yako. Namna ya pili ni kutakasa na kusafisha biashara yako. Kusafisha eneo la biashara ni muhimu kwa kutumia chumvi ya mawe ya maskati. Kwa wale wanaoendesha biashara ni vyema kusafisha eneo la biashara. Unaweza kutawanya chumvi ya mawe pembezoni mwa duka au mahala pa biashara, kwa imani ya kuondoa mikosi na kuvutia wateja. Hii ni njia ya kiroho ya kusafisha mazingira ya biashara na kuleta mafanikio katika maisha ya mtu. Namna ya tatu ya kuondoa nuksi kwa kutumia chumvi hii ya mawe ya maskati, unaweza kuchukua chumvi hii ya mawe ukachanganya na pamoja na dawa moja ambayo inaitwa habati nuksi. Na baada ya kuwa umechanganya, weka katika ndoo yako yenye maji au weka katika chombo chako cha kuogea, kisha tumia kuoga asubuhi na jioni kwa muda usiopungua siku saba kwa lengo na makusudio ya kuondoa nuksi, mikosi katika mwili wako. Chumvi hii husaidia kusafisha mwili na kiroho. Watu hutumia kuoga kwa kutumia chumvi hii. Husaidia kuondoa uchafu wa kiroho na kuleta mwanga katika maisha yao. Tumia chumvi hii mara kwa mara katika kuioga, ili iweze kukondolea mikosi nuksi katika mwili wako na kuweza kuvuta baraka kheri na mafanikio katika maisha yako. Hii ni namna nzuri sana ambayo inaweza ikamnyanyua mtu yule anayefanya biashara online, bimana anayefanya biashara mtandaoni.